Uh, nimekaa nimetafakari nikagundua kwamba ile vita ya Faisali na Tunisia tuimalize tuimalize, yani tuje mshindi nani, mshindi nani na Faisali na Tunisia, kwa maana sio kwa kupigwa, huko kawagonga mara mbili Dar es Salaam, yani nje za hapo hapo kwa malambi, kwa kwenye kwenye kwenye qualify kule dakika aa, na kule kule dakika hizo hizo la kulia e, magoli ya nje ya boksi yote ya kuchomoa, kao kwa maana Tunisia wakishaongoza hawezi kukaza. Pesa sikia wa nnsamata na e, tuanze na goli la kwa Mkapa aliyofunga ila

haya inaofuata, ni ya kule Moroko anekafu lacheza juzi kwenye hatua ya makundi kufuzu, ila hapa natumai wote milolelo goli aliyochomoa tena kwa moroko hapo, kwa Tunisia kwa moroko hapo Desemba juzi. Sasa umejionea mwenyewe, magoli ni ambali mbali nje ya boksi, kanyosha tu msuli imo. Sasa hapo mfano itokee tena Tanzania na Tunisia, mgeni rasmi atukia kuwa sijui wa rais wa kafu, anabidi awe nani? Majibu najua nani huyu hapa, mwamba huyu huyu ndo mgeni rasmi anatukiwa awe katika mechi ya Tanzania na Tunisia, kwa maana sio kwa kupigwa huko, au mnasemaje? <laughs>